Mwendo tunaita sio mwendo kasi, tunaita ya mabasi yaendayo haraka. Mwendo kasi, si unajua, unazidisha yule mwendo. Mabasi yaendayo haraka express, ni kama ile train yaendayo haraka, na nauli zake. Ile eneo linatuhusu, lakini changamoto ambazo umezikuta au umezizungumzia, na sisi pia tunayo hiyo hiyo, lakini tunajua bahati nzuri sana umesema mabasi yanakuja yanatangazwa, haji. Mimi bahati nzuri sana ninaalikwa kwenye vikao vya PPP Steering Committee, National PPP Steering Committee, kamati ya kitaifa ya uwekezaji ambapo unakuja watu kama hao wawekezaji, tunakuwa tunasikiliza tatizo ambalo me... mi naeza kusema tatizo la, la BRT tunaweza kusema huko kwenye mfumo mfumo wake wa uendeshaji ambalo nashukuru pia serikali imeliona kwamba ili uwe mtoa wa huduma wa BRT ambaye sasa hivi ni UDA RT, UDA rapid transit, si ndo kampuni yenye mabasi yale kwenye hii barabara ya kimara ne. Unatakiwa uwe na mkataba na mwenye miundo mbinu ambaye ni DATI. Sijui kama mnajua kuna tafutia DATI na UDA RT, Dar es Salaam Rapid Transit Agency. Dar es Salaam Rapid Transit Agency alianzishwa chini ya sheria ya wakala ya mwaka 97, ikampa jukumu la uendeshaji wa usafiri katika jiji la Dar es Salaam. Dati hana mabasi. Huu ni mradi wa Benki ya Dunia na una masharti yake. Kwa hiyo mtu wa huduma ambaye alikuwepo alitakiwa afanye kazi kwa muda wa miaka miwili. Baada ya miaka miwili, anaitwa transitional service provider. Anatakiwa aje mtu wa huduma, siwezi kusema sasa ni permanent sasa yeye atakuwa amepatikana kwa njia ya mchakato ule wa ushindani. Wao ndio makubaliano na benki ya dunia. Nasema hivi ili muelewe, ili jambo sio, hatulaumu mtu, lakini tunasema kuna mahali labda hatujafanya vizuri. Kwa hiyo UDA RT ambaye unayo sasa hivi bado ni transitional service provider wa mpito. Kwa hiyo mimi nikiwa mahali, umenipa mwaka mmoja mkataba, uwekezaji wangu utakuwa mwaka mmoja. Kama nataka nikae miaka kumi nitakuwekezea miaka kumi mwekezaji yeyote. Miaka 20 nitawekeza sinatari tano investment. Miaka 20. Kwa hiyo shida ndio mimi ninavyoiona yani, no, no, no. Ukiangalia mimi kama regulator. Kwa hiyo, serikali baada ya kuona hivi tukaona labda hili eneo sisi kama regulator sasa, serikali kwa maana wizara yetu ya uchukuzi tuangalie namna ambaye sisi tuweza kumregulate huyu dati mwenyewe sababu dati mimi si mregulate mimi na mregulate mtu wa huduma UDA RT. Lakini yule alianzishwa na sheria inasema yeye ndio operator, lakini hana mabasi. Kwa hiyo hata wakati unakuja kuomba nauli, unakujaje kuomba? Wewe sio operator, una leseni? Mimi leseni nimempa UDA RT. UDA RT inasema kuna ndio huyu ambaye mwenye mabasi haya blue unayaona, ana leseni yangu, lakini yeye ye kwa kutumia ile njia anamlipa dati, umefahamu? Anamlipa tozo inaitwa access fee. Kwa hiyo haikuwa na shida, kwa maana ya kwamba uh, kama tungeweza baada ya ile miaka miwili kumpata mtoa huduma ambaye angekuwa endelevu, ile miaka miwili ya mwaka 2015 16 kama nakumbuka. Kwa hiyo 18 huyu ameendelea kuwa professional. Kwa hiyo kama ni kampuni na nafikiri kuna matatizo pia ambayo mnafahamu, kuna kesi kesi hazijaisha, zinaendelea. Hasa ushakuwa tena kwenye vurugu vurugu, kesi, vita, hata uwekezaji wewe mwenyewe mmiliki hayupo. Kwa hiyo serikali imefanya maamuzi sahihi kwamba sasa kupitia pia usimamizi wa msajili lazima ama ku refinance sababu share za dat udaratina nafikiri sasa hivi zitakwenda kwa serikali na sehemu kubwa zishachukuliwa serikali ili sasa aweze kuangalia kusimamia vizuri, sababu tumpe nafasi pia dati. Kwa sababu tuna Mbagala, tumlete kwenye mkutano wadau, aulize nauli, hata ajui nchi yetu, kwa mfano akaja kama mwekezaji kutoka nje, kwa mfano. Mimi sisemi mwekezaji lazima atoke ndani. Sisi ilatra atumchague mwekezaji. Atakuja mtu, tunaambia wewe ndio mtoa huduma. Una mabasi mangapi? Leta proposal yako na nauli. Tukupeleke kwa wadau, kapeleke upotoe maoni. Kwa hiyo tuliona kwamba inakuwa vigumu sana mtu kama izatokea, kwa mfano kinachoendelea kwenye njia ya Ubungo, akitokea mwekezaji tofauti na UDA-RT huyu atajuaje nauli ya kuja kwa huyu, taratibu mpaka anze mabasi atapaki kule, hawezi kuanza kwa hiyo huyu anayempa mkataba kwa sababu sheria yake inamruhusu yeye kuwa opereta. LATRA tuwe na kanuni ya kusimamia hizi leseni, inaitwa exclusive license. Sheria inasema exclusive license ni ya five years, na tunatoa kwa kushirikiana na waziri. Kwa hiyo tuweke utaratibu ambao tukimpa exclusive license, ni kwa mfano dati yeye, itakuwa ni jukumu lake sasa kuingia mikataba na wenye mabasi Alafu yeye anaweza kuanza mapema kabla hata mabasi hayajaja kuleta maombi ya nauli. Tukafanya maamuzi ya nauli ili mabasi akija tusifanye tusichelewe. Kwa sababu mimi basi likija leo sina nauli ya kumpa mtu ambaye sio operator. Akija anatambia kuna idadi za siku natakiwa ndani ya siku tisini niwe nimekamilisha hiyo mchakato. Tatangaza taitisha kikao. Yaani kuna muda. Yaani sio kama itafika siku naweza nikamaliza ndani ya mwezi mmoja. Lakini lazima wape watu muda, kuna watu wanaweza kupinga. Mimi regulator siwezi kusema na uwezo kupinga, mimi naweza kushtakiwa na mimi kwenye fair competition tribunal. Kwa hiyo ni jambo ambalo tumeshakana wenzetu wa DAT, ni maeneo ambayo serikali imeona tunakwenda kuboresha. Sasa ukiniuliza mabasi yanakuja lini, ili siwezi kujibu. Kwa hiyo mimi naongoja moyo wote mwenye mabasi, inawezekana hata wewe una basi unalinakuja, na utaomba ruti ya Mbagala labda, au Dar es Salaam kwenda Dodoma au Morogoro. Ukiwa tayari utaleta, tutakagua gari lako lina kidhi viwango gani, tutakwambia kwa gari la kiwango hiki hakikisha nauli ni hii, utaunganisha viti, utaunganisha tiketi mtandao, utaendelea. Kwa hiyo hata tukiwa wote serikalini, tunakuwepo tu kushauriana namna nzuri ya kwenda ili, kwa hiyo ninachoamini kwamba sasa hivi kwa kweli serikali kwenye hatua nzuri ya kupata waendeshaji katika eneo hili.